Yani, katika kudhihirisha dawa yake tukasema, mwanzo alianza na e, watu wake wakaribu zaidi Banuabdmalib. Kisha sasa mwisho tulisema kwa darasa hii inayofuata tutazungumzia alivyowaita Maqureshi. Naam, yaye Bwana Mtume wasallam wa aliwajumuisha Maqureshi akawaleta pamoja, akiwa katika alipanda e, e, safa mlima Safa, alipanda akaanza sasa kuita ya bani Fihr, ya bani adi ha <coughs> ewe watoto wa Fihr, ewe watoto wa Adii, manake haya ni matumbo ya Kureshi. Akaita yale matumbo ya kureshi ya Makureshi, akawambia ndooni eh, munisikize, mpaka ikawa mtu kieni, wakaja watu wengi sana sana sana, hata yule ambaye hakuweza kwenda labda alikuwa na dhurufu uh, fulani, yuko ana shughuli fulani, akatuma mtu ende kwa sababu gani walikuwa wakisema huyu Muhammad ni amin yani as-sadiq al amin hawezi kutuita tu hivi hivi kipuzipuzi si mtu yani, wa kazi yani wa upuzi, upuzi. Madamu ametoa watu waende wamsikize, basi lazima tuende tukamsikize hata kama hatuwezi mtu utaona amemtuma e, mtoto au mtumwa wake ende akasikize kisha aje amletee ile habari. Naam, Makoreshi wakaja na miongoni mwao ni Abu Lahab. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaeleza. Na angalia eh, ni hikma ya da'wa. Eh, eh, maanake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam moja kwa moja hakuwambia mimi ni mtume la, lakini ili ile hujja ijengwe, ili ile hujja ijengwe, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza akasema: je, yeah, muona lau mimi nitawaeleza eh, ntawaambia kitu kuwa nyuma ya huu mlima kuna jeshi nataka kuja kuwapiga jeshi wana mafarasi eh, wataka kuja kuwapiga nyinyi, je, mutaniamini eh, mutaniamini nikiwaambia hivi? Bas wale maqureshi wakasema, naam, tutakuamini tutakuamini tabani. Kwa sababu gani? Asema majarabna alayka illa sidqa eh, na katika riwaya majarabna alayka kadhiba yani sisi hatujawahi kujaribu kuwa wewe ni mrongo, sisi tunajua bwana, wewe ni ni mkweli. Kwa hivyo tutaamini ukituambia kuwa kuna watu wataka kuja kutupiga, labda huko nyuma, tutaamini. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema fa inni nadhirun lakum, basi mimi fa inni nadhirun lakum, basi mimi ni muonyaji kwenu nyinyi yeah. Baina yadai adhabin shadid, mimi ni muonyaji, na nawaonya kuhusu adhabu kali ile mbele yetu, kuhusu adhabu kali ambayo itakuja, adhabu kali sana eh? na katika riwaya asema, enyi eh, Maqureshi, basi jiokoeni nafsi zenu na moto, okoeni nafsi zenu na moto, kwa sababu mimi eh, la ughni ankum min Allahi shay'a, mimi siwezi yani kuwa protect, eh, kutoka kwa Mwenyezi Mungu na chochote eh. mimi ni muonyaji peke yake, nimekuja kuwaonya. Naam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, basi Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema wa wa hivi, wanasira wasema eh, wale makureshi wakawa sasa wazungumza, kila mtu ana mazungumzo yake tofauti tofauti, manake wao walikuwa hawaamini kuwa kuna kufufuliwa, sijui kuna hisabu baadaye, walikuwa hawaamini eh, vitu kama hivi. Abu Lahab ndo akaja akazungumza kwa eh, maneno yake mashuhuri akasema Abu Lahab Yaani we umetujumuisha kwa mambo kama haya? Umetujumuisha kwa jambo kama hili? Eh? Akamtukana ya Abu Lahab. Mm. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakujibu chochote, ndio ikateremka sura eh, eh, mashuhuri akisema Mwenyezi Mungu tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Kuwa imeangamia mikono ya nani? Abu Lahab. Hii ni kinaya, yani ameangamia yeye Abu Lahab na hii ni katika miujiza ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mwenye kutaamal, mwenye kuketi akafikiria sana. Hii ni katika miujiza ya bwana mtume, miujiza wazi, mtu kwa mtu yote. Mwenye kufuatilia sira, maana kitakuja baada ya Abulahaba, atakufa baada ya hijra. Abulahabu atakufa baadaye sana, tamam. Sasa angalia hapa, ni mwanzo wa dawa mwaka wanne huu, baada ya miaka mitatu bwana mtume yu wamwambia thabbat yada abi lahab, yaani huyo Abu Lahab ashangamia. Sasa angalia hii aya imeteremka wakati gani eh? na sisi kama Waislamu tunajua, al-islamu yajubu ma kabla, mtu akisilimu, zile dhambi zake zilizotangulia zile dhambi zinafutika. Sasa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusema maneno kama haya ni kama ambaye ana uhakika kuwa huyo Abu Lahab hatofanya nini, hatosilimu. Maanake lau Abu Lahab angetaka tu kuharibu daawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa ana kazi rahisi sana. Alikuwa tu aseme mi nshaslimu, hata kama nkiurongorongo. Yeye alikuwa aseme tu mimi ninaslimu leo, bwana, ninamwamini muhamad muhammad. Kwa sababu gani angesema hivyo? Tungesema hizi aya ni makosa kwa sababu gani? Aya za onyesha huyu ni wa motoni, tabat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa makasab sayasla naran dhat lahab wa mraatuhu hamalat alhatab fi jidiha hablu min masad, kuwa Abu Lahab ataishia motoni milele. Tamam. Sasa, kama ilikuwa Abu Lahab yataka tu kupingana na, na hii aya eh? Kazi yake ilikuwa rahisi, ni aseme tu mimi nimesilimu. Maanake bimujarad gauli hidhalika, yeye akisema tu kuwa ashasilimu, zile aya zote zitakuwa ni batil. Kwa sababu vipi, nyinyi museme Uislamu wafuta yaliyotangulia, na mtu akisilimu, mambo yote yaliyotangulia yanafutika, na huyo Abulahaba amesilimu, na kwenye Qurani yenu imeandikwa kuwa ameangamia ilikuwa tuangalia na ikaenda zaidi ya miaka kumi. Huyo Abu Lahab hawezi kuslimu. Hii ni dalili kuwa aloleta ile Qur'ani yuwajua kitakachotokea, ndio maana kuanzia mwanzo wa Uislamu Mwenyezi Mungu akatuwekea wazi kabisa kuwa huyo Abu Lahab ameangamia. Maanake eh, Allah ndo ajua ya ghaibu. Allah ndo apeleka ya mambo eh, kadari na kadha iko mikononi mwake. Sasa kuwa yuwajua huyu hatoslimu, ikawa ni rahisi kuweka katika Qur'ani kuwa huyu ameangamia nafikiri imekuwa wadh ni katika yani, e, e, baadhi hata ya wasokua Waislamu ama watu ambao walikuwa si Waislamu walipoona, yani, aya hizi zimeteremka mwanzo, wakaona ile hali ya Abu Lahab ni katika asbab za e, watu wengine yani, kuamini. Manake wakasema kama ingekuwa e, hii haitoki kwa Mungu, e, kungekuwa na uwezekano kuwa Abulahab atafanyaje, ataslimu. Lakini Mtume alijuaje kuwa huyu hataslimu, mpaka akatamka maneno haya Yani, tabat yada abi lahab wa tab ni kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoteremshiwa wahi na mtu ambaye ni yajua kila kitu. Naam. Na uhakika huu wa kusumbuliwa na makureshi ama kupingwa na makureshi zaidi ulikuja alipowataja e, miungu yao kwa ubaya Yani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoanza kueleza kuwa hii miungu haitunufaishi, yani wale masanamu haiwanufaishi wala kadha wala kadha, ndio basi wale, wale, wale makureshi sasa wakawa, hawa, wane, wanampinga, sallallahu alaihi wa alihi wasallam e, mpaka watu habari zikafika, mpaka Taif habari zikafika mpaka Taif wanampinga. Yani wakawa wakizungumza mbele ya watu kuwa huyu hata musimjali musim kabisa musisikie maneno yake na mambo <clears throat> kama hayo, naam. Na waka, waka fanya, yani wakaanza sasa kupiga eh, kudhulumu mtu yote ambaye yuaslimu ikiwa ni dhaifu yuasumbuliwa, kama inshallah itakavyokuja eh, katika eh, madarasa eh, yajayo yani, au darasa zijazo. Almuhim ni kuwa yale makabila ya kikureshi yalikubaliana yakaketi pamoja kumpinga nani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, na kuanzia sasa ikawa sasa kama tulivyoeleza makureshi kawa wanakusanyikana Eh, wanamzungumzia Bwana Mtume sallallahu alihi wasallam, wa eh eh, wanashauriana huyo, eh, tu mvipi tumwamini, tusimwamini na nini, mpaka wakajumuika karibu wote wakakubaliana khalas, huyo ni pingamizi moja, kwenda mbele yani, hakuna tuta, yani there is no way tutamuunga mkono, lazima tutampinga, khalas, wakakubaliana kuwa watampinga wale Makureshi na ikawa hakuna ndia nyingine. He, manake wale vigogo wakishaamua walioko chini yao khalas pia wanafuata uh, upepo yani, bendera hufuata upepo kama wanavyosema. Naam, wengi katika sisi wanadamu ni iman, yani hufuata hufuata tu wale, tunachoambiwa khalas twafuata tu, na tukaendelea hivyo. Naam. Inshallah sasa itakuja nusra ya tutazungumzia katika madarasa ya zijazo nusra ya Abi Talib na namna ambavyo walikuwa Waislamu kidogo ama Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wakipata zile shida na dharubu kutokana na wasokuwa Waislamu wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.